Kama wewe unajiona viongozi huna uwezo, basi ni vizuri ukafanyaje, ukajiweka pembeni, ili chama kikampata kika mtu mwingine kwa maslahi ya watu wote. Tuwe na upendo, tuupende na wenzetu. Vyama hivi vimeanzishwa kwa ajili yetu sisi kama viongozi, maanake hilo nalo pia nataka niweke vizuri. Vyama hivi ni kwa ajili ya maslahi ya wote, sio sisi kama viongozi. Havipo hapa vyama kwa ajili ya kutunufaisha sisi au kwa ajili ya kutekeleza haja zetu sisi, hapana ni kwa ajili ya haja za wanachama wote. Kwa hiyo hilo nilikuwa na- nalisisitiza sana kwa upande wenu nyinyi viongozi, kwa sababu ndio ambao mmeguswa sana na hoja zote hizi ambazo zimeelezwa hapa. Mmeguswa kwa kiasi kikubwa sana kuhusu habari ya mikataba, pasiwe na mabadiliko ndani ya kipindi cha mkataba. Mkataba ukishafungwa pasitokee tena mabadiliko hapo katikati ambayo yanaathiri ule mkataba badara yake tuvumilie mpaka taaufitia kipindi cha mwisho wa msimu. Kama kuna vitu vya kureview kuongeza basi tuongeze, tuna- tunaweka maelekezo ndani ya mkataba. Mkataba tushakubaliana, lakini kunakuja maelekezo mengine hapo katikati. Ili kwakweli hili nisingependa uh, lituk wao, tuheshimu mikataba, tuheshimu makubaliana yale kwa maslahi yetu sote ya kumi na 18 vyama vya ushirika viende vikasimamie kwanza tulikubaliana hawafati ratiba tulikubaliana. Rushwa inatokana na nini, mkuu wa wilaya? Rushwa inatokana na vyama, viongozi wa bodi wameshindwa kutimiza wajibu wao <coughs> ndiyo chanzo cha rushwa, mkuu wa wilaya. Palipoanza kutokea, tukakaa na kiongozi wetu wa TAKUKURU, shahidi huyo. Tumefanya naye kazi, katuitisha vikao na tukafika hitimisho la lile zoezi. TAKUKURU tukushukuru sana. Wanaposema rushwa, sisi wakulima tunashawishiwa, mkuu wa wilaya, kupitia hiyo rushwa, lakini hatupendi tutoe rushwa, kwa sababu ya bodi hizi tatu zimeshindwa kutimiza wajibu wao, hawasimamii, hakuna katiba nzuri, hii mikataba wanaoisema mkuu wa wilaya kuna hata siku moja tunaitishiwa mkutano wa kusomewa mkataba walioingia kati ya Mtibwa na sisi wakulima. Sasa kwa nini hatuseme ukweli mbele ya mkuu wa wilaya? Nikisema sana mimi, viongozi wa chama mniangalie vizuri, mkisema sana anaonekana ni mtu mbaya. Sasa kama huo mkataba wa Mtibwa mlioingia kuhusu vyama, wekeni mezani kwa mkuu wa wilaya Al ili tuweze kuendelea na ukulima huu wa miwa. Kuna wadau watatu ambao lazima washirikiane vizuri. Moja ni wakulima ambao wanawasilishwa na vyama vyao vya AMCOS, wa pili ni wakandarasi ambao wanatoa msaada mkubwa wa ukataji, upakiaji na usafirishaji wa miwa kwenda kiwandani, na tatu ni kiwanda. Wote hawa hakuna atakayefaidika bila kum, kum, kumtegemea mwingine, na inapotokea kuwepo kwa vitendo vya rushwa katika mdau mmojawapo katika hawa, basi hukwamisha mchakato mzima na kufanya baadhi yao kuwa wanyonge. Tumekuwa tukisema mara kwa mara kwamba ili wote waweze kufaidika, ili wote waweze kufaidika kwa maana ya mkulima, mkandarasi na kiwanda ni lazima waepukane na vitendo vya rushwa katika swala zima la ukulima wa miwa hasa hususan ukunaji. Na ukiangalia katika vikao vyote tulivyokaa, tunabaini kwamba tatizo kubwa lilikuwa kwenye vyama vyama kushindwa kusimamia vizuri utaratibu mzima wa ukunaji. vikao vyote tulivyokaa tumekuwa tukichambua, tukifanya mijadala ya wazi kabisa, na imebainika kwamba tatizo kubwa lipo kwenye usimamizi ambao unafanya na vyama.